Mamia ya madaktari wakazi nchini Uingereza wameanza mgomo wao wa siku tano kuanzia hii leo Ijumaa Novemba kumi na nne, elfu mbili na ishirini na tano, wakidai kurekebishwa kwa mishahara yao na kuboreshwa kwa nafasi za mafunzo. Mgomo huu unaoratibiwa na chama cha madaktari nchini humo, yani BMA ni mojawapo ya hatua za muda mrefu za kutokubaliana na serikali kuhusu malipo na hali ya kazi. Ni mojawapo ya hatua za muda mrefu za kutokubaliana na serikali kuhusu malipo na hali za kazi. Hii ni Trigen Media. Chama cha madaktari kimedai wamepoteza zaidi ya asilimia 29 ya asilimia ishirini na tisa ya thamani ya mishahara yao kutokana na kushuka kwa thamani ya fedha, jambo ambalo limeathiri motisha na hali ya maisha yao. Pia wanalalamikia uhaba wa nafasi za mafunzo, jambo linalozuia maendeleo yao ya kitaaluma. Hata hivyo, serikali imeeleza kuwa haina mpango wa ongezeko kubwa la mshahara wa moja kwa moja, bali inapendekeza suluhisho kwa mujibu wa chama cha madaktari nchini humo mgub mgomo huu unatarajiwa kuleta usumbufu na kuathiri huduma kwa wagonjwa. Mgomo wa mwisho kufanyika nchini humo ilikuwa ni Julai ishirini na tano hadi thelathini ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ulioathiri asilimia tisini na tatu ya shughuli zote zilizopangwa kwa wakati huo, ikiwemo kufutwa ama kuahirishwa kwa miadi zaidi ya hamsini na nne elfu kati ya wagonjwa na madaktari. Huenda mgomo huu pia unaoendelea ukapelekea kupunguza idadi ya wafanyakazi na kusababisha kupungua kwa vipimo, miadi, upasuaji na huku wengine wakilazimika kusubiri muda mrefu zaidi kupata matibabu, na wengine wanaweza kushindwa kabisa kufanya kazi bila kupata matibabu muhimu wanayohitaji. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa kila mgomo wa aina hii nchini Uingereza huigalimu serikali karibu paundi milioni mia mbili arobaini kutokana na ucheleweshaji wa matibabu na usumbufu wa wafanyakazi. Takwimu pia zinaonyesha kuwa madaktari wakaazi wapo katika nafasi kipeke ya kipekee ya kutoa huduma muhimu na mgomo wao ni kushinikiza serikali kusuluhisha matatizo yao ya muda mrefu, hasa malipo na mafunzo. Serikali kupitia waziri wa afya Wes Streeting imesema mgomo huo ni tishio kwa afya taifa, ikiwa unafanyika bila mpangilio wa kutosha. Lakini chama cha madaktari kinasisitiza kuwa hatua hii ni ya lazima, ili kulinda haki na maisha ya madaktari nchini humo. Hii ni Trigen Media.